na kitabu kilichoandikwa katika ngozi iliyokunjuliwa, na kwa nyumba iliyojengwa, na kwa dari iliyonyanyuliwa, na kwa bahari iliyojazwa. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi hapana shaka itatokea, hapana wa kuizuia. Siku zitakapotikisika mbingu kwa mtikiso, na milima iwe inakwenda kwa mwendo mkubwa, basi ole wao siku hiyo hao wanaokadhibisha ambao wanacheza katika mambo ya upuzi. Siku wataposukumwa kwenye moto kwa msukumo wa nguvu, huu ndiyo ule moto mliokuwa mkiukanusha. Je, huu ni uchawi au hamuoni tu? Uingieni, mkistahamili au msistahamili ni mamoja kwenu. Hakika mnalipwa kwa mliokuwa mkiyatenda. Hakika wachamngu watakuwa katika mabustani na neema wakifurahi kwa yale aliyowapa Mola wao Mlezi, na Mola wao Mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Kuleni na kunyweni kwa raha kabisa, kwa sababu ya mliyokuwa mkiyatenda. Watakuwa wameegemea juu ya viti vya enzi vilivyopangwa kwa safu, na tutawaoza mahuru laini. Na walioamini na dhuria zao wakawafuata kwa imani, tutawakutanisha nao dhuria zao na wala hatutawapunja hata kidogo katika vitendo vyao. Kila mtu lazima atapata alichokichuma na tutawapa matunda na nyama kama watavyopenda. Watapeana humwa bilauri zisiyo na vinywaji vya kuleta maneno ya upuzi wala dhambi, iwe wanawapitia watumishi wao kama kwamba ni lulu ziliomo katika chaza. Wataelekeana wakiulizana waseme Tulikuwa zamani pamoja na ahali zetu tukiogopa, basi Mwenyezi Mungu akatufanyia hisani na akatulinda na adhabu ya upepo wa moto. Hakika sisi zamani tulikuwa tukimwomba yeye tu, hakika yeye ndiye mwema mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suratu Tur imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha watano katika bora wa viumbe, kuwa adhabu itawateremkia hao wanaokanusha, kisha ikafikia kusimulia kuwateremkia hiyo adhabu na namna zake mbalimbali mbali, siku ya kufufuliwa na kulipwa, na ikaingia kutaja mazungumzo juu ya neema za wachamgu na watakavyostareheshwa nayo katika mabustani ya milele na namna ya ukarimu watakaoupata na kisha watakavyotua macho yao kwa kuwa dhuria zao watavyowafuata na kunyanyuliwa vyeo vyao, vyao wawafikie wao. Na baada ya hayo, sura inamwamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam adumishe kukumbusha bila ya kujali wanayomzulia makafiri kumpinga yeye au kushughulika na wayasemayo juu ya Qur'ani Tukufu kwa vile inavyoonyesha kuwa wameshindwa kuleta maneno mfano wa Qurani. Sura hii pia imekashifu maoni yao makafiri ya ufisadi ya kutangaza upotovu wao na uovu wa kupima kwao, kisha ikahitimishia kwa kumwelekea nabii sallallahu alaihi wasallam na kumwambia awaachilie mbali mpaka watakapoikuta siku yao watakapostushwa, naye akaamrishwa aistahamilie hukumu ya mola wake mlezi ya kuwapa muhula hao kwani hayo hayamdhuru kitu yeye, kwa sababu yumo katika uhifadhi wa Mola wake mlezi na ulinzi wake. Kadhalika imemtaka amtakase Mwenyezi Mungu, na katika nyakati zote na katika kila msimamo atakaokuwamo, kwa jambo lolote, na usiku zinapotua nyota. Ninaapa kwa mlima wa Turi uliyoko katika Sinai. Kwenye mlima huo ndiyo Nabii Musa alaihi salamu alisemezwa na naapa kwa kitabu kilichoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kilichoandikwa katika kurasa zilizo nyepesi kuzisoma, na kwa nyumba iliyojengwa kwa sababu ya wenye kuizunguka kwa ibada na wenye kusimama na kurukuu, na kusujudu kwa swala. Na naapa kwa mbingu iliyonyanyuliwa bila ya nguzo, na bahari iliyojaa Hakika adhabu ya Mola wako Mlezi walioahidi wa makafiri, bila shaka itawateremkia, hapana hivi wala hivi hapana, wa kuizuia isiwafikirie. Siku mbingu itakapotikisika kwa mtikisiko mkubwa, na milima itapong'oka kutoka hapo ilipo kwa kuonekana haswa, maangamio makubwa yatawapata siku hiyo hao wanaokadhibisha haki, ambao katika upotovu ndiyo mchezo wao wanapochezea Siku watakapo sukumwa kuingizwa motoni kwa nguvu, wataambiwa huu ndiyo moto mliokuwa mkiukanusha duniani. Je, bado mnaendelea kuukanya? Huu moto mnauona ni uchawi au hamoni tu? Uingieni mpate kuonja vukuto lake, mkivumilia shida zake au mkitovumilia kwenu ni mamoja. Hakika leo mteyakuta mliyokuwa mkiyatenda duniani. Hakika wachamngu watakuwa katika mabustani yenye wasaa, hapana awezaye kuyeleze yalivyo na neema kubwa. Kadhalika wakistarehe na neema alizowapa Mola wao Mlezi, na Mola wao Mlezi akawalinda na adhabu ya moto. Wataambiwa kuleni chakula mpendacho na kunyweni kwa raha, kuwa ni malipo ya vitendo vilivyovitenda duniani wakikaa nao wameegemea juu ya makochi yaliyopangwa kwa swafu, na tutawaoza wake weupe wenye macho ya vikombe wazuri. Na walioamini na wakastahiki vyeo vya juu, na vizazi vyao wakawafuata katika imani, na wao hawajafikia daraja zile za baba zao, tutawakutanisha nao hao dhuria zao, wapate kutulia nyoyo zao, na wala hatuwapunguzi chochote katika thawabu za vitendo vyao wala wazazi hawatobeba chembe katika makosa ya dhuria zao, kwa sababu kila mtu amefungamana kwa rahani na vitendo vyake visiyobebwa na mwinginewe. Na tutawazidishia matunda mengi na nyama kama waipendayo. Huko peponi watakuwa wakipeana kwa mapenzi, bilauri zilizojaa vinywaji visiyoleta maneno yasiyo na maana wala vitendo vya dhambi, yaani havilevi na kondoakili na watakuwa wakiwapitiya vijana waliowekwa kwa kuwatumikiya kwa, kwa, kwa weupe wawo na usafi wawo kama lulu liyomo ndani ya chaza. Na watu wa peponi watakabiliana wakiulizana wao kwa wawo habari za hayo mambo makuu wanayoyapata na sababu zake. Kabla ya neema hizi sisi tulikuwa pamoja na ahali zetu tukiiogopa Mungu Mwenyezimungu Mwenyezimungu akatufadhili kwa rehema yake na akatukinga na adhabu ya moto. Hakika sisi kabla ya haya tulikuwa duniani tukimwabudu yeye tu, yeye peke yake ndiye mhisani mkunjufu wa rehema. <tune>

Basi kumbusha, kwani wewe kwa neema ya Mola wako mlezi si kuhani wala mwenda wazimu. Au wanasema huyu ni mtunga mashairi, tunamtarajia kupatilizwa na dahari. Sema, tarajieni na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia. Au hizo akili zao ndio zinawaamrisha haya? Au wao basi ni watu majeuri tu? Au ndio wanasema ameitunga hii? Bali basi tu hawaamini. Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli. Au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote? Au ni wao ndio waumbaji? Au wao wameziumba mbingu na ardhi? Bali hawana na yakini au wanazo hazina za mola wako mlezi au wao ndio wenye madaraka au wanazo ngazi za kusikilizia? Basi huyo msikilizaji wao na alete hoja iliyo wazi. Au yeye Mwenyezi Mungu ana wasichana na nyinyi ndiyo mnawavulana? Au wewe unawaomba ujira na kwa hivyo ndiyo wanaelemewa na uzito wa gharama? Au wanayo elimu ya ghaibu nao wameandika au wanataka kufanya vitimbi tu, lakini hao waliokufuru ndio watakaotegeka. Au wanaye Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu na hao wanaowashirikisha naye. Na hata wangeona pande linatoka mbinguni linaanguka, wangesema ni mawingu yaliyobebana. Basi waache mpaka wakutane na siku yao watakapohilikishwa, Siku ambayo hila zao hazitawafaa hata kidogo, wala wao hawatanusuriwa. Na hakika waliodhulumu watapata adhabu nyingine isiyokuwa hii, lakini wengi wao hawajui. Na ingojee hukumu ya Mola wako Mlezi, kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu. Na mtakase kwa kumsifu Mola wako Mlezi unaposimama, na usiku pia mtakase na zinapokuchwa nyota. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wewe endelea na kukumbusha, kama unavyofanya, kwani wewe kwa neema Mwenyezi Mungu aliyokuneemesha kukupa unabii na akili iliyotimia sikuhani hani anayetoa habari za ghaibu bila ya elimu, wala si mwenda wazimu unayesema usioyefadiki bali, eti wanasema huyu ni mtunga mashairi tunayemgojea afikiwe na mauti. Waambiye kwa kuwatisha, ngojeni na mimi nami ni katika wanaongojea mwisho wa hali yangu na hali yenu. Basi ndiyo akili zao zinawaamrisha waseme maneno hayo yanayogongana Kwani kohani na mtunga mashairi ni watu wenye fahamu na akili, na mwenda wazimu hana akili. Lakini hawa ni watu waliopita mipaka katika inani zao, bali ati wanasema Muhammadi ameizuwa hii Kurani. Bali hawa kwa ukaidi wao hawaamini tu. Basi nawalete masimulizi kama haya ya Kurani, ikiwa wao wawo ni wasema kweli kuwa Muhammadi kaizuwa Kwani wao wameumbwa bila kuweko muumbaji? Au wao wamejiumba wenyewe? Basi kwa hivyo, ati ndiyo hawamtambui muumbaji wa kumwabudu? Kwani wao ndio walioziumba mbingu na ardhi kwa umbaji mzuri wa pekee wa namna hii? Bali wao hawana na yakini na lolote la kumwajibikia muumbaji, na kwa hivyo ndiyo wanamshirikisha kwani wao wanazo hazina za mola wako mlezi wanazozisarifu watakavyo, au wana nguvu za kutenda watakavyo na kupanga mambo kama wapendavyo, bali wanacho kipandio cha kupandia mpaka mbinguni wakasikiliza noya hukumu Mwenyezi Mungu? Kama hivyo basi, na wamlete huyo mtu wao anayesikiliza, atowe hoja iliyo wazi ya kuthibitisha madai yake. Ati Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mabinti kama mnavyozua na nyinyi viyo mna watoto wa kiume kama mnavyopenda. Kwani wewe unawaomba chochote kuwa ni ujira wa kuwafikishia ujumbe wako, ndio wamesakilika na hizo gharama wakalalamika? Bali kwani wawo wanaoujuzi kujuwa mambo ya ghaibu yaliyofichikana, na hivyo wanaandika kutoka hayo wayatakayo? Au wanataka kukufanyia vitimbi tu na kuwaharibu ujumbe wako basi hao waliokufuru ndiyo wanaostahiki kutumbukia katika vitimbi vyao. Au wao wanaye mungu wa kuabudiwa badala ya Mwenyezi Mungu atakayewalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu wametakasika na hayo wanamshirikisha naye. Na wakiona kipande cha mbingu kinawaangukia, kuwajibu wao husema kwa inda tu, ni mawingu yaliyodedana Wache bila ya kuwajali mpaka watakapoikuta siku yawo, watakapoangamizwa, siku ambayo hila zawo hazitawakinga hata na chembe ya adhabu, wala hawatapata wa kuwanusuru. Na hakika hawo waliodhulumu watapata adhabu mbali na hii waliyoteseka nayo hapa duniani, lakini wengi wawo hawajui hayo. Wewe isubirie hukumu ya Mola ya wako mlezi mlevi ya kuwapa muhula hawo na wewe kupata maudhi yawo kwani hakika wewe umo katika hifadhi yetu na ulinzi wetu. Basi vijimbi vyao oh, havitokudhuru wewe, na mtakase kwa kumsifu mola wako mlezi unapoamka, na tafuta usiku siku nafasi ya kumsabihi yani kumtakasa Mwenyezi Mungu, na mtakase pia wakati tunapokutwa nyota, yani alfajiri.